Habari, naitwa Dickson Molel kutoka bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi. Leo katika kipindi chetu cha ongea na PSPTB tutakuletea watu kadhaa ambao watazungumza kuhusiana na maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma hapo. Tutapata nafasi ya kumsikia meneja rasilimali watu ambaye atasema nini wametuandalia, lakini pia tutamsikia afisa ununuzi kutoka kurugenzi ya maendeleo ya taaluma tutamsikia pia mkurugenzi wa mafunzo pamoja na mitihani. Tutapata nafasi mwisho kabisa kumsikia afisa uhusiano kutoka bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi, naye pia kwa upande wake atatuambia nini ametuandalia katika wiki ya maadhimisho ya utumishi wa umma. Karibu ungana nasi katika kipindi mwanzo mpaka mwisho leo, na siku ya leo utakuwa na mimi Dickson Molelo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majina yangu ni Nancy Jacob mamakimbola wa wabodi ya wa wataalam manunuzi na ugavi PSPTB. Uh, uh, katika kuadhimisha wiki ya maadhimisho ya utumishi wa umma, PSPTB imepokea mwongozo kutoka Ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma na utawala bora kuhusu kuadhimisha uh, maadhimisho hayo ya wiki 16 ya utumishi wa umma kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa sita mwaka 2025. Hivyo taasisi yetu uh, kama ambavyo taasisi zingine zinatoa huduma, nasi tumeona ni vyema tukapanua wigo wa kutoa huduma kwa wadau wetu, na kwa kufanya hivyo, ili kufanya maadhimisho hayo, tumekusudia tume kutoa huduma kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili jioni, kwa siku zote, yani kuanzia tarehe 16 hadi 23, kwa siku zote za kazi wataalamu wetu watakuwepo. Hivyo tunawakaribisha sana umma wa Tanzania, wafanya biashara, wakulima na wadau wetu mbalimbali mbali, ambao wangependa kuja kupata huduma lakini, yamkini wanatoka uh, muda umekwenda wanatoka kazini muda ambao sio rafiki. Ofisi zetu zitakuwa wazi mpaka saa kumi na mbili kamili jioni, hivyo tunawakaribisheni wote katika wiki hii ya maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma kupata huduma. Asanteni sana, naitwa Amani Ngonyani, mkurugenzi wa mafunzo, bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi, PSPTB. Nimekuja mbele yenu kwa ajili ya kuwaalika wadau wote wa ununuzi na ugavi nchini kushiriki katika wiki ya utumishi wa umma ambayo imepangwa kuanza kufanyika kuanzia tarehe 16 mwezi wa Juni 2025 mpaka tarehe 23, uh, mwezi wa 6. Uh, sisi kama kurugenzi ya mafunzo na mitihani uh, tunapenda kuwaalika wadau mbalimbali waweze kufika katika ofisi zetu ambazo katika wiki hii ya utumishi wa umma zitakuwa zinafunguliwa kuanzia saa mbili kamili asubuhi, na tunaongeza muda, badala ya kufunga saa kumi, tena zitakuwa zinafungwa saa kumi na mbili kamili.